Habari e, habari yaje? Salama kabisa, Mungu anasaidia inshallah. Wow. Maandalizi yamekamilika asilimia ngapi? Ah, maandalizi yamekamilika asilimia mia moja. Hmm. Kwa hiyo hata kama wakisema wanataka turuke nao sasa hivi, hmm, walete tu timu turuke tukamilishe ratiba maisha mengine hmm, yaendelee. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba timu iko sawa, hmm, tuko tayari. Ndio maana tuko Dar es Salaam, hmm. Yaani, maana ya kuwa Dar es Salaam maana yake tuko tayari kucheza Watu wakajiuliza wakaenda mbali sana Dodoma Jiji amekuja na SGR mchezo unautaka sana. Of course tumekuja na SGR, na sio tu kuja na SGR, tumekuja na SGR mapema eh, eh, maanzo kaja na SGR siku ya mchezo asubuhi. Si tumekuja mapema yani maana yake mchezo tunautaka eh. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri eh, tuko hapa na maana ya kuja mapema yani maana yake ni kwamba hatu yani ha, ha, hatu kimbii mchezo mchezo mnautaka, e, tunautaka na tuko tayari kwa ajili mh. ya mchezo ile Lati... pitch feeling nimeshaipata maana kuna watu walikosa wakasosia mchezo yes, tumeipata tumeipata, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wamekuwa very cooperative e, tulifika tukakuta wanafanya mazoezi baada ya wao kumaliza, kwa sababu watangia saa 10 kwa hiyo saa nusu walikuwa wameshamaliza, tukaingia saa 10 tukaanza mazoezi kwa kwenye eneo hilo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aturuhusu, na sisi tukaingia na mabasi yetu. kuna mabadiliko yote baada ya hii last session, kwa baada ya hapana, wachezaji, hakuna mabadiliko yoyote wachezaji ambao hawatakuwa sehemu ya kikosi ni ambao hatujasafiri nao tujasafiri na, na Akletas Eba ambaye aliumia ali toka mzunguko wa kwanza, tutamkosa uh, tutamkosa Disan Galiwango uh, ambaye aliumia kwenye mchezo dhidi ya Tabora, lakini tutamkosa pia Onyango ambaye yuko ni sehemu ya timu tumesafiri naye, lakini bado hajarecover vizuri the the rest of the players wako well and good. Na kesho tutamwachia sasa mwalimu kwa sababu ni sehemu yake tunamwachia mm. Yeye atuambie nani anakwenda kuanza, nani anaanzia bench. Dodoma Jiji kukutana na Simba Sports Club huwa ni mchezo wa mguu wa shingo, mguu wa roho mm. Si ni nini ambayo iko nyuma. Na kwenye, kwenye ligi kila timu ina timu yake yani, yani mm. kwenye ligi mm. tunasemaga yani kuna m, m, kuna vitu fulani vi viko very very very natural japokuwa mm. Dodoma Jiji sisi sisi kila mechi, hata wewe roho asi inawezekana, tunakutanaga na Simba labda wao no, na washauri na wao kesho wakija, mm. wakaze, ili mm. sionekane, wao pia waje mguu wa shingo mm mguu wa roho ili iwe mguu wa shingo, mguu wa roho inakuwa inakua mguu wa moyo, nakutana na timu na na ambayo haijaruhusu magoli mengi kwenye NBC Premier League yeah. Dodoma Jiji kesho, mtaka alama tatu, lazima mtikise nyavu za Simba Sport Club na kwenye uwanja Simba Sport Club e, mtu ambaye alifanikiwa kutikisa nyavu ni Coastal Union kwenye NBC Premier League. Pengine Dodoma Jiji hilo meliangalia kiasi gani kuhakikisha kesho nyama anakaa. Ingekuwa hakuna timu imepata goli dhidi ya Simba kwenye uwanja huu, tungesema haiwezekani as as long as kumbe, uh, costi walipata mm. Basi inawezekana, si tukapata kumbe, inawezekana mm. E, inawezekana tu, ni umakini e, kuheshimu mchezo. Sisi e, utaratibu wetu ni kumheshimu mpinzani, hata tukikutana kwamba wagonga debe pale stendi, wamba mechi na Dodoma Jiji, bado tutawaheshimu kwa sababu tayari ni mechi si menyelewa vizuri mm. E, kwa hiyo tunawaheshimu Simba kwa sababu ni mechi ya ligi, tuko nao the same league kwa hiyo ni wenzetu yani, hmm. hawajatuzidi kwa kitu chochote, tunafanana tunafanana kila kitu yani ni, ni, ni timu ambayo tunashiriki nayo ligi moja. Wataingia kumi na moja, tutaingia kumi na moja, sio kwamba wao watacheza dakika mia hamsini sisi dakika ishirini, wote dakika tisini. Kwa hiyo hatuna cha kuwaogopa, lakini tunawaheshimu kwa sababu ni opponents wetu. Tunawaheshimu, tutaingia kwa tahadhari ya hali ya juu tukicheza vizuri ili mwisho wa siku tuweze kupata matokeo ila tuwaogope. Ujumbe wako kwa mashabiki ambao huwa wanapokuja kwenye hizi mechi, wanakuja na matokeo yao, wakiamini wanacheza na timu ambao wamewazidi, wame kila kitu uh, sasa kuja na matokeo, huwezi kum, kum, kum, kum, uh, kumlazimisha shabiki asije na matokeo yake. Tutawashangaza wao, wacha yani, waje, waje na matokeo yao, watakavyoondoka sio kama walipokuja. So, watacha... Sisi kila mechi ina dau. Of course, yes, yeah. Majiji sisi kila mechi ina dau. toka tulivyopanda ligi msimu wa kwanza kila mechi ina dau, ila sasa dau linatokana na ugumu wa mechi na timu ambayo unakutana nayo. Tunapokuwa nyumbani dau haliwezi kuwa, kuwa kubwa kama tunavyokuwa ugenini. Kwa hiyo, of course dau lipo, dau kubwa, ila hatulitangazi kwa sababu sio. Ushakusikia Dodoma Jiji ametangaza dau lolote? Sisi tunakwenda kimya kimya, kwa hiyo wachezaji wanajua wana milioni ngapi, wanafahamu. Kwa hiyo wanaujua umuhimu, na hilo dau ni kwa sare na ushindi. Uh, sare au uh, ushindi Sare dau nono, ushindi hmm. dau nono ila ushindi nono zaidi. Hiyo e, iko wazi Tutu, tutaweza kutarajia e, ila hatuwezi kusema, kwa sababu sio utamaduni wetu hmm. Kutaja kiwango. Sisi sio washamba wa pesa, sio utamaduni wetu. Simba Sport pesa itangazwe. Kesho mchezo anautaka sana, unasema kuwa e, mchezo ambao uliohairishwa kucheza Eh, sasa yale mazoezi yao yote yanakuja kuyamaliza kesho. Hakuna mchezo ambao hajawahi kuutaka na mm. sisi pia hajawahi kuutaka, kila mtu anautaka mchezo wa kesho mm. Kwa atakaye changa karata zake vizuri ndiye ambaye atapata matokeo. Kwa jinsi tulivyochanga karata zetu vizuri mm. sisi tunapata matokeo kesho, kesho mapema mapema sana. una uhakika nayo? ah. mm. of course ndio maana tuko hapa. tungekuwa tuna wakati tungebaki Dodoma jamani, tumekuja <laughs> Dar es Salaam kwa sababu tunajua tunakuja kushinda. Tukifungwa mm. yes. ni matokeo ya mpira kwa mm. sababu hakuna timu ambayo haijawahi kufungwa duniani na hakuna timu ambayo haijawahi kushinda duniani. Hakuna timu ambayo haijawahi kudraw duniani. Kwa hiyo lolote atakalotokea kesho ni matokeo ya mpira yes. Lakini tumekuja kwa sababu tunaamini tunakwenda kupata matokeo. Tungea tunge, tunajua kwamba 20 waje wacheze, kwa sababu si, tunaogopa ila si hatuogopi mchezaji hakuna hakuna si tunao wao wenyewe tunao si wa kwetu ambao wanatuhofia wanahofia, kwa sababu wanaogopa e, hmm. Sisi always kukutana na Simba. Simba huwa wanatuhofia hmm. e, kwao tunahofiana hmm. Ila si atuwahofia hatuna mtu tunayemhofia, bali ahuwa ndo nani e, Ana goli kumi na assist saba sawa e, Sasa ni kwao huko, sio? hmm. Kwetu sisi kwetu tukafunga magoli mangapi Dodoma eh? hii kaifunga magoli mangapi? Goli moja ile zile ambayo ile ya mwana mchezo. Bila penalti hata mimi nafunga la penalti. Si la penalti hata yes, eh? Hata mimi nafunga. La penalti hata mimi nafunga. Tuje hapo Simba kule ni mpewe penalti na golikipa wao mm. namweka tu. Sawa la, uh, last game ambao mlicheza na Simba ya mzunguko wa kwanza mm. mechi ile iliamuliwa kwa mkwaju wa penalti lakini baada hapo kulikuwa kuna malalamiko mengi sana kutoka kwa upande wa Dodoma Jiji pamoja mm. na wapenzi wengi wa wa ligi. Unadhani kila kile ambacho kilitokea na katika last game ndio itakuwa nyinyi mnaingia kwa mindset ya kisasa dhidi yao? Hapana, hapana, sisi yaliyopita yamepita. Ligi imepitia mambo mengi sana, nyinyi pia nadhani mnaona, yaani imepitia na inaendelea kupitia mambo mengi, kwa sababu ndio ligi bora. Ili ligi iwe bora, lazima iwe na misukosuko mingi, umeona bwana. Kwa hiyo kwanza nawapongeza bodi ya ligi, nawapongeza TFF. Wanakutana na misukosuko mingi lakini wana, wanaweza ku overcome. Kwa hiyo tunaamini mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo wa haki, sheria 17 za soka zitazingatiwa, atakaye shinda atashinda kihalali, kitokea tumesare tumesare kihalali. Leo Majidi kwenye mchezo ambao Simba alipata matokeo ya bao moja, mba, mba, yeah. yeah. kwa sifuri, inaonekana sana kutulia na maamuzi na maamuzi ambayo yalikuwa yanafanywa uwanjani. Yeah. Pengine kwenye mchezo wa kesho, rai yako kwa waamuzi ambao watachezesha mchezo. Uh, kazi yao wanaijua. Mimi nadhani wafanye kazi yao kwa sababu uh, wewe kama mwamuzi maana yake kazi yako ni kuamua ukae kat, kat, tunaita to sit on the fence. Akae katikati, ni kama sisi tu waandishi kwenye, kwenye zile eh, ethics zetu za uandishi, maana yake unatakiwa uwe usiwe bias ukae kwenye ukae, wanasema sitting on the fence. Kwa hiyo tunaamini, kwa sababu kazi yao wanaijua, na ndio kazi ambayo uh, wamepewa waifanye, wafanye kazi yao kwa usahihi, haki bsa hatuna shaka hmm. hmm. hmm. na waamuzi, muamuzi yoyote ambaye amepangwa sasa mchezo wa kesho, ni muhakikishie kwamba hatuna shaka na yeye, tunamwamini achezeshe mpira. Matokeo atakayopatikana inshallah itakuwa ndio kudra za Mwenyezi Mungu. Naam, kutoka kwetu sisi hmm. goli loyote atakayopatikana ni goli, iwe moja iwe mangapi, sisi ambacho tunakiamini, tumekuja kupata alama tatu. Nyie mmejihadhari kiasi gani? maana yake kwenye mchezo ambao Simba alienda kucheza dhidi ya Fountain Gate, Mwalimu Mkono aliambia wachezaji wake wawe makini sana kwenye eneo la penalty box yeah. na Simba Sport Club ni timu kubwa ambayo inapata advantage pengine, yeah. Nanye Dodoma Jiji mmeliona hilo. Sisi pia ni timu kubwa, mm. na sisi pia tutapata advantage, kama ikitokea kuna advantage huwa mm. inatolewa, eh. Basi na sisi pia tutapata kwa <laughs> sababu pia sisi pia ni timu kubwa. Unajua sisi ni timu pekee jamani, mm. Afrika Mashariki na Kati inayotokea makao makuu ya nchi, chama na serikali, kwa hiyo sisi pia ni timu kubwa. Unaona hivi tumebeba watu wazito huko nyuma yetu yeah, yeah. Wazito kweli, yani hii timu ni ya mama rais, kusabu, kwa sababu nyumbani kwake ni Dodoma mm. Hii timu ya waziri mkuu nyumbani kwake ni Dodoma. Hii timu ya makamu wa rais, hii timu okay. ya wabunge, hii timu ya wizara, karibia watu wakuu wa idara wizara jamani wako pale Dodoma, kwa hiyo hii timu ina watu wazito, kwa hiyo pia sisi ni timu, chukulia poa. Sisi ni timu kubwa kwe kwe kwe. Kwa, unapokutana na Simba ni timu kubwa za kwenda kucheza kesho.